Daktari Becky Omollo aliathirika na saratani ya titi lakini akanusurika na hatari ya ugonjwa huo. Ni kutokana na masaibu yake ambapo hivi sasa amejitolea kuwalisha, kuwatafutia matibabu, kuwafungulia biashara na hata kuwalipia bima ya SHA wagonjwa wa saratani katika kaunti ya Uasin Gishu. Dkt. Becky ndiye tunayemvisha taji la mwanamke bomba wiki hii. Naitwa Daktari Rebecca Wanjiku Omollo, kwenye mitandao najulikana kama Dr. Becky. Mimi ni mwalimu ama mhadhiri katika chuo kikuu cha Kikatoliki Afrika Mashariki Bewa la Gaba. Fauka ya hayo mimi ni mshindi wa saratani. Aa, saratani ya titi ambayo nilianza kupigana nayo mwaka wa elfu mbili na ishirini. As safari yangu ya saratani ilikuwa ndefu, nikipelekwa ni hospitali naambiwa kuwa sina maji kwenye mwili wangu, hivyo nilikuwa naongezwa maji halafu natoka hospitali. Lakini mwaka wa elfu mbili na ishirini, wakati wa korona, mwezi wa tatu, ndio niliambiwa hapana, niko na saratani ambayo waliita invasive ductal carcinoma. Wakati ule ulikuwa mgumu sana katika maisha. Kumbuka, uh, unapoteza kila kitu. Kemotherapi inafanya upoteze nywele, uh, makucha yake, yako yakawa meusi, ulimi ukawa mweusi uh, mwili ukawa si wako tena. Kwa mfano wakati mmoja nikipata uh, tiba mionzi, nilipata huyu mama ambaye alikuwa anaombea maji, alikuwa ameletwa kutoka uh, Kisumu, alikuwa anapata matibabu hapa mjini Eldoret, na mume wake kila siku asubuhi alikuwa anampigia kumuuliza, mbona hujafika na ngoja jeneza lako likufikishe hapa, yaani bado, bado hujafa. Na niliposikia kuwa hali hana chakula, ndiyo nikaanza kufikiria nitafanya nini, na ndiyo nikaanza kwa kumnunulia chakula, kumfanyia shopping yake, na nikamhakikishia kuwa as long as long atakuwa hapa Eldoret, a land of plenty, hata waikosa chakula Mama, hoye. Hoye. Mama, hoye. Hivyo akapata chakula akapata matibabu yake na akaweza kurudi nyumbani na mpaka sasa Mama Jane bado yuko. Kutokana na hayo, tukaamua mie na mtoto um, wangu Natalie kuwa tutaanza kikundi cha kuwasaidia wale wanaopigana na saratani na ndio tukaanza na Soles Cancer Community Based Organization ambayo ilikuwa inasaidia Watu hapa tu mjini Eldoret, Uasin Gishu County, lakini baada ya muda tukajipata tunasaidia watu wengi kutoka nchi yote ambao wanakuja kupata matibabu yao hapa Eldoret. Tukaanza kwa kuwapa chakula, tukaanza kwa kuweza kusemezana nao kile ambacho niliweza kupitia, na nikajua kwa mfano lazima nikunywe maji kwa wingi, nikaanza kuwafunza na tumeanza ama tumeweza kuwasaidia wengi sana kwa kuwapa chakula, wengine kuwanunulia diapers wale ambao mkojo unatoka, wengine kuwanunulia colostomy bags, wengine hata kuwapa uh, nguo mavazi, na isitoshe kuna hata watoto ambao tumeweza kusomesha, wamemaliza shule na najivunia sana kuona wale watoto wa survivors wameweza kujisimamia pia. Kwa wakati huu tumeanza kufanya economic em empowerment pale ambapo hela kidogo ambazo tuko nazo tunawapatia ama tunawazishia biashara ambazo wanaweza kujisimamia na kupata chakula. Sisi kama Wakenya tuweze kuungana pamoja na tuweze kusaidia maisha ya wanaopigana na saratani kuwa mepesi. Vipi? By simply loving them, do not judge them. Ukisikia na saratani don't judge me, just love me. Nambari ya pili, iwapo wewe una uwezo. Tunarana program ambayo inaitwa Adopt a Patient. Tuseme ni Becky, Becky anahitaji diapers. Mimi nitakuwa nikimnunulia diapers for the whole year or the whole month. Nitakuwa nikimnunulia Becky diapers. Huyo anakuwa ni kama patient wako. Iwapo ni mwingine umeona kuwa hana chakula, nitaweza kukupatia. Unachukua huyo ukampa chakula. You can even shop for them. Again, kuna wale ambao hata hawawezi kulipa SHA. Iwapo utaweza kumlipia SHA for the whole year angalau aweze kupata matibabu.